Kumekuwa na sintofahamu kubwa inayoendelea juu ya vita vinavyoendelea baina ya Israel pamoja na Iran kwamba je, ni upi mwisho wa hiki ambacho kinaendelea kwa mataifa haya mawili kwa kushambuliana. Wakati wa kipindi chote hiki ambacho mashambulizi yamekuwa yakitoka Iran kuelekea Israel, lakini pia Israel kuelekea Iran, ni jambo ambalo limewagusa watu wengi na watu wengi pia wanatamani kufahamu ni upi mustakabali wa jambo hili. Sasa tumeshuhudia mambo mbalimbali mbali ambayo yamezungumzwa na viongozi tofauti tofauti, ikiwemo kiongozi wa Urusi Vladimir Putin ambaye yeye kwa upande wake aliweza kuzungumzia suala la Urusi kutokuweza kupeleka silaha za ulinzi wa anga, yaani mfumo wa anga wa S300 kwa ajili ya kuboresha zaidi ulinzi wa anga kule Iran, licha ya mikataba mingi ambayo walishawahi kuisaini mara kadhaa kuhusu ujio wa silaha hizi za ulinzi wa anga, lakini pia tukaja kutizama kile ambacho alikizungumza rais wa Marekani Donald Trump kwa kusema kwamba yeye ametoa wiki mbili, mara baada ya hizo wiki mbili, basi Marekani pia itajitosa katikati mwa vita vinavyoendelea baina ya Israel pamoja na Iran. Ni jambo lenye kugusa hisia za watu wengi, na wengi pia limeonekana kuwashangaza kwamba ni kipi haswa ambacho kiko katikati ya haya yote ambayo yanaendelea. Je, swala kubwa ni lile lile ambalo limekuwa likizungumzwa mara zote kwamba Israel pamoja na Marekani hawahitaji kuona Iran ikiwa na silaha zake za nyuklia, wakiamini kuwa na silaha hizo za nyuklia itakuwa ni ngumu kuwa na makubaliano kwenye baadhi ya mambo. Hii pia ni sintofahamu bado. Sasa tukirudi kwa kiongozi wa Urusi msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov, yeye ameweza kutoa tamko juu ya haya ambayo yanaendelea baina ya mataifa haya, yaani taifa la Marekani pamoja na taifa la Israel, lakini pia bila kusahau taifa la Iran ambao wamekuwa kwenye mzozo wa muda mrefu na hatimaye Israel kufikia kuanzisha mashambulizi kule Iran. Dmitry Peskov amesema Marekani kuingilia kati mzozo kati ya Israel na Iran kutasababisha hali kuwa mbaya zaidi. Msemaji huyo wa Kremlin ameliambia shirika la habari la serikali ya Urusi Tass, Marekani na Urusi zinaunga mkono pande tofauti katika mzozo huo. Wakati Donald Trump anadai Iran kujisalimisha bila masharti na anaripotiwa kuwa anafikiria kuishambulia, Moscow inaiona Tehran kama mshirika mkuu. Mapema mwaka huu Vladimir Putin alitia saini mkataba wa kina wa ushirikiano wa kimkakati na mwenzake wa Iran, Masud Pezeshkian, kifungu cha kwanza mkataba huo kikisema wanania ya kuendeleza ushirikiano wa ulinzi na usalama. Iran pia imeipatia Urusi ndege zisizo na rubani za Shahid ambazo zimekuwa na mchango mkubwa katika vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imelaani mashambulizi ya Israel na kusema ni ya kijinga ambayo hayachochewi na chochote. Na mapema naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Ryabkov alionya Marekani kutotoa msaada wa kijeshi kwa Israel. hii inaweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi, alisema. Hayo yote yanaiweka Moscow na Washington kwenye hali tete katika mgogoro wa Israel na Iran na inaweza kuwa kikwazo kikubwa katika uhusiano wa Urusi na Marekani ambao umekuwa ukiimarika tangu kuchaguliwa tena kwa rais wa Marekani Donald Trump. Na hiyo ndiyo kauli iliyotolewa na msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov, akitoa angalizo kwa Marekani kuto kuingilia kati vita vinavyoendelea baina ya Israel na Iran, akisema kwamba kuingilia kwa Marekani vita hivi vitafanya vita hii kuwa kubwa zaidi na kuwa ni vita ambayo haitoweza kusimamishwa kirahisi mara baada ya Marekani kuweza kuingilia kati. Tafadhali tupatie mtizamo wako juu ya taarifa hizi ambazo zimekuwa zikiwashtua watu wengi kwa kuhisi kwamba huenda Marekani ikiingilia vita vya Israel na Iran basi Urusi pia itaweza kuingilia kati. Japo Urusi haijathibitisha moja kwa moja kwamba itakuwa na lengo kuu la kuingilia kati vita vinavyoendelea baina ya Israel pamoja na Iran japo kumekuwa na makatazo kadhaa na maonyo kadhaa yanayotolewa na viongozi mbalimbali mbali wa Urusi juu ya Marekani kuingilia kati vita hivi ambavyo vinaendelea baina ya mataifa mawili haya yaliyokuwa kwenye mgogoro wa chini chini kwa muda mrefu mpaka kufika hapa walipofikia sasa, huku Urusi ikiwa upande wa Iran na Marekani ikiwa upande wa Israel. Tuandikie mtazamo wako, lakini kikubwa tu endelea kutufuatilia kila wakati kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.